Biyo. Maana yake nimetoka huko mbio. Ehe. Maana yake umenitoa huko mkuku mkuku niambie, sijaelewa vizuri, kwenye simu nini hapo unanivuruga zaidi na zaidi, na mambo kwetu sisi hamna, inakuwaje kuwaje? Tumekaa kitandani ii namana eh, mwangu kanyanyuka, kaanza kanikaba, amenikuuta kanyanyuka pale, kaja kutafuta kisu kabatini, watu ndio amengia ndani kunigombolezea, kai hata sijuke eh, eh, nini ndugu yangu, mbona kata mambo ayapo jamani, jamani, nasa tu usiku, sijuu hata aripo eh. So, arabitsi yeah. Asante. Karibu. Ah, asante. Safi sana. Safi, karibu. Ah, asante. Namuulizia babu, yeye si nimemkuta. Babu yeye anachanganyikiwa. Hatujui alipoelekea hapa, tumekaa hataipo, kakimbia. Hatujui alipoelekea. A, tumekaa tukamtafute ya wapi? Sijui kuelewa, shemeji mm. Eh. Yani ni hivi, kaka, jiuyo jinga huyo kawa wakichaa, yani hata sijui kinachoendelea, yani kawa chizi. Mwenye nimepigiwa simu nimekuja hapa na mbu akawa mweu mweu mweu mweu, kakimbia hata yule gani kaenda hapo. Mwenye nisha vuruga hata sielewi ndugu yangu sisi na pati hapa. Kime mkuta nini kwetu wa mambo hakuna. Sasa hiyo ali mkuta kwanzia muda gani labda? Ni shemeji yangu hata sielewi. Saa kumi na mbili ndo aliyomkuta. Hata siju kime mkuta nini mume wangu jamani. Hmm. Sasa shemeji, fanyi kitu. Sababu ni usiku Hebu tufanye tujaribu kuzunguka katika baadhi ya maeneo. Yaani, e bila Bwena kuchelewa. Hilo ndo msingi tu.